Na mtazamaji wa Manyunyu TV, kama ambavyo nilikuwa nimekufahamisha hapo awali, bado tuko hapa katika viunga vya viwanja hivi vya Mapinduzi Square ambako shughuli ya uh, salamu za rambirambi rambi pamoja na kutoa heshima za mwisho kwa mwili wa mpendwa wetu Charles Martin Hillary zilikuwa zikiendelea hapa, na kama unaona sasa ndio mwili huu unapelekwa kanisani, lakini niko na baba yetu mlezi wetu mwalimu wetu ambaye kwa ukaribu sana amewahi kufanya kazi na marehemu Charles Hillary, na ameeleza hapo wakati akitoa wa salamu zake kwamba kwa, kwa umri alimtangulia kwa zaidi ya miaka kumi na miwili, alimpokea kwenye kazi, akampa mwongozo na kadhalika na kadhalika. Baba, pengine unazungumziaje kuondokewa na mtu ambaye ulimlea katika tasnia ya habari? kwa kweli kama binadamu na umri wangu nimekutana na hii hey, misiba mingi tu mingi mingi mingi sana, lakini lazima nikiri kwamba huu wa Charles ni miongoni mwa ile ambayo misiba ambayo imenigusa sana, kwa sababu mimi na Charles tulifika mahali tukawa ni ndugu, na ukweli ni kwamba tumetengeneza undugu huo kwa sababu ya kazi. Ukweli ni kwamba tulifika mahali tukawa tunaheshimiana na kupendana sana kwa ajili ya kazi. Ea, na sote kazi ambayo ilitufanya tulete pamoja ni kazi ya utangazaji. Ni kweli kwamba Charles aliku, niambia wazi kwamba mimi ndio nilikuwa kivutio chake cha yeye kuingia kwenye kazi, sawa, lakini alipopata kazi akawa sasa si mtu tena wa kufanya utani ule, utani wa ambao alikuwa nao, lakini anapofika kazini alikuwa anahakikisha anafanya kazi, sasa kitu ambacho mimi kwangu nilikuwa nakipenda sana sana, kwa sababu mimi kwangu, siku zote, watu wote ambao nimezunguka nao katika shughuli ya kazi, namwambia mtu, kama certificate yako ya kuweza kuhakikisha unapanda juu ni uchapaji wako wa kazi. Ukishapewa kazi, hakikisha umeshaishika ile na jinsi unavyofanya vizuri ndivyo ambavyo itakupatia mafanikio ya kuwaona wengine wakuchukue, kwamba itafika wakati huna haja hata kuandika barua, watu wenyewe watakuja kukufata mwana najo kwetu. Na ndio hivyo Charles alitoka redio Tanzania, labda ndio kazi pekee aliyoomba kwa kuandika. Baada ya pale alikwenda ITV wakati ule ni mzee mengi anaanzisha, akamchukua kutoka redio Tanzania. Baada ya hapo Dochevele, wakamchukua, walimfuata, baadaye mimi nikamfuata ka Dochevele kuja Uingereza. Baadaye mimi nikarudi tena kumfuata kutoka London kumrudisha Azam. Unaona, hakuandika barua kwa sababu sasa ari na uwezo wake wa kufanya kazi. Na kicho kitu ambacho mimi na yeye tulikutana sana, tukapendana, tukatengeneza bondi kubwa sana sana sana. Nilipokuwa ninakwenda ku... nilipopata taarifa ya Charles kufariki. Uh, baadaye ni nikaenda nyumbani kwake Kibama, nikuta mama e hey. Alikuwa analia sana lakini aliponiona aliongezeka, na akasema pacha wako amefariki, pacha wako ameondoka. Mimi na Charles tuna tofauti miaka kumi na mbili, lakini mkewe mwenyewe alijua kwamba ukaribu wetu ulikuwa mkubwa ni kama vile wa pacha alilia, kanambia pacha wako amefariki, aako ameondoka. Kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba hatimaye, ndivyo maisha yetu, njia yetu ndiyo hiyo hiyo moja. Leo ni yeye ametangulia na huenda ameona kutengenezea mahali pazuri tu, utakapofika tupokee, lakini tunashukuru Mungu kwamba kwa kweli ameitumikia taifa hili kwa kiwango cha juu sana na heshima kubwa kwa umri wako na umahiri katika tasnia hii ya ah, habari maswala ya utangazaji, wamepita watu wengi sana mikononi mwako, wengi, kwa maana ya hawa ambao wako kwenye tasnia hii ya habari na utangazaji, nini unakiona ul, ama ulikiona kilikuwa ni cha tofauti kati ya hawa wengi waliopita na, na, na Charles? Uh, tofauti ya Charles ni ile kwamba alikuwa na kipaji He, ambacho anacho na kuenda wengine pia wakawa nawacho, lakini amekitumia kile kipaji chake kwa mambo makuu mawili: kwanza kujiendeleza yeye kufikia kwenye kiwango kikubwa. Na ukiangalia Charles, akusoma sana, amemaliza form 4 akaingia kazini, lakini hakuna mtu ambaye leo anakataa kwamba Charles ali kile alichokuwa akikitimiza akikuwa cha kiwango kilicho juu labda cha mtu ambaye anastahili kuwa na, na PhD, kitu kama hicho. Kwa hiyo kwa hiyo ile ule uwezo wa kuweza kufanya kazi, lakini nyingine ni uwezo wake wa kuhakikisha kwamba anatekeleza kwa ajili ya utaifa kwa ajili ya uzalendo. Eh, wote tumezungumza kwamba alikuwa anapenda sana Kiswahili na kwa kuonesha yale mapenzi yake sio tu kwamba ni wale walikuwa anawafundisha uh, pale studio au uh, ofisini kwake, lakini popote utakapokuwa, Charles alikuwa anahakikisha ari ile na mapenzi yale alikuwa anaeonesha waziwazi, na ni watu wachache sana wa namna hiyo, na mmojawapo ni yeye Charles, na ndio maana mimi nilimpenda sana. Neno lako la mwisho kwa vijana wengi tu ambao ninyi ambao bado Mwenyezi Mungu kwa neema zake bado mpo hai lakini kinachaza ambao pia na wao pia wamekuwa walimu wa wanafunzi wengine, neno lako la mwisho ili kuendelea kutunza hizi alama umahiri na umaridadi wa tasnia hii ya habari? Mimi wa, wa, wa asa vijana kisasa kuwa waadilifu katika katika kazi uh, wawazingatie masharti na vigezo vile viliowekwa katika uchapaji wa kazi badala ya kufanya mashara, kitu ambacho sasa hivi kimekuwa kingi. Moja, pili, kuwa wewe kuwa mbunifu, jaribu kuleta vitu ambavyo wewe unaweza kusema hivi ni mimi, lakini usitake kufanya sababu fulani kafanya kafanya. Sasa hivi kusikiliza redio nyingi sana, fungua asubuhi redio, Content inayozungumzwa au ile maudhui yanavyozungumzwa katika karibu stesheni zote ni hivyo hivyo hivyo, hivyo, hivyo inafanana hivyo. Kwa nini mwingine na si, mimi nimeshapata redio hii, sasa nije na kitu changu kipya nije na mafunzo ma, ma, ma, ma yangu nije na mawazo yangu nije na ubunifu wangu. Ubunifu unakuwa umeondoka sana, na sasa hasa wakati huki hali ni mbaya, kwa sababu bahati mbaya teknolojia pia inachukua nafasi yake sana, na kwa kweli inachukua nafasi kubwa sasa hivi wewe leo sauti yako inaweza ukaigwa kwa. Unaona sasa, kama wenye mali na wanaoanzisha biashara wakiweza kusema wanaweza kufanya vitu kwa, kwa, kwa kutumia mashine, kwa nini akuajiri wewe? Sasa ni wewe juu yako kuonesha wazi kwamba weza, kuna teknolojia kuna nini, mimi bado ni mimi na mimi ni muhimu na mimi ndiye ambaye naweza kufanyia wewe kazi nzuri lakini utani mwingi kazini si mzuri. Ni wakati ambapo e, watu wanakuwa serious na kumbuka kwamba hivi vyombo vina, vina nguvu sana. Maendeleo ya nchi yanategemea sana kwa hali gani vyombo hivi vinaenda. Utakuta kwamba watu wakiwa wote wataendesha mambo ya mchezo mchezo, taifa na na mchezo mchezo, utani utani, mambo ya kwa, utani utani utani na vijana wetu wanaelekea huko. Mimi naweza kusema kwa kweli, redio Tanzania na um, hapa Zanzibar kulikuwa na, na redio Zanzibar, tulikuwa na redio mbili Zanzibar huku, lakini ukifika leo upibe mzani wa wale waliokuwa wakitangaza enzi zile, kwa kile ambacho wameweza kukipa katika taifa wakati ule, ulikuwa kuna vitu vizuri na kulikuwa wanaelimisha na kutoa mambo mazuri kuliko hali ilivyo sasa. Redio na television nyingi, lakini zote unaweza kuona kama, siwezi kusema za kubabaisha, lakini ubunifu umepungua na seriousness si nyingi sana. Na wakati umefika sasa hivi kuelekeza, tunataka maendeleo yaliyo dhahiri na maendeleo ya kweli, lakini sio kufanya vitu vya mzaha mzaha. Tunashukuru sana baba sana. Na pole sana mtazamaji sana. Sana, sana sana. Sana, huyu ni mwanahabari mwandamizi kabisa, ambapo wakati Charles Hillary anaanza kazi yake ya kwanza kabisa katika station ya redio Radio Tanzania wakati ule 1980 tayari uh, Tido Mhando yeye ndo alikuwa anaondoka uh, Radio Tanzania na kwenda kujiunga na chombo kingine cha habari, lakini ni yeye Tido Mhando huyu huyu ndiye ambaye alimpeleka Charles Hillary uh, DW ni Tido Mhando huyu huyu ndiye alimpeleka Charles Hillary kule uh, BBC London, lakini ni Tido Mhando huyu huyu ndiye alimrejesha tena Charles Hillary kutoka BBC London mpaka Azam Media na amezungumza mengi, na leo hapa, katika salamu ambazo zilikuwa zinatolewa na makundi mbalimbali, alizungumza kwa niaba ya management na wafanyakazi wa shirika la utangazaji la BBC London na hapa amejaribu kuzungumza yale ambayo kwa kweli ndio aliyokuwa ameyasema na ndiyo ambayo ameendelea kuyasema mara zote, wakati alipokuwa anaulizwa kuhusiana na namna gani, eh, Charles Hillary kwake alikuwa ni mtu muhimu. Sisi tuko bado hapa kama ambavyo tumekujulisha kwamba tumeweka kambi yetu hapa Zanzibar kuhakikisha kwamba safari siku nzima hii ambayo ina matukio mbalimbali kuelekea safari ya mwisho ya kaka yetu ndugu yetu mpendwa huyu Charles Martin Hillary, tunakuletea matukio yote. Hii ni Manyunyu TV moja kwa moja kutokea hapa Zanzibar.